Mfumo wa MUVU ni mfumo mzuri sana. Sasa hivi dunia ni kijiji, mambo yanaenda kidigitali. Tunataka wakulima ninyi muwe kwenye mfumo. Leo hata kama tume ya maendeleo ya ushirika inataka kuwasimamia wanaushirika wake kwa kuwapa maendeleo, wawe wakienda tu wakibofya kwenye mtandao anajua hapa Mkoma kuna wanachama kiasi gani, wana hekari ngapi, wana mikorosho kiasi gani. Kwa hiyo hata unapopanga bajeti ya kuwafikia na kuwasaidia na kuwapa maendeleo kwenye kilimo chao cha zao la korosho, tusipate matatizo. Na mimi niwape maelekezo kwamba tume pia imetoa maelekezo kwamba mwanaushirika yoyote asiyosajiliwa kwenye mfumo wa MUVU Huyu atakuwa amejiondoa mwenyewe kuwa mwanaushirika. Kwa hiyo ni waombe sasa, tutumie fursa hii kuhakikisha tunajisajili, na wala havitakiwi vitu vingi, unapeleka na namba yako ya NIDA, unapeleka na namba yako ya simu.